For the storm. Anchored for the storm. You know, kuna kiingereza inayosema anchored in the storm, but hii it is for the storm. Yani, chungaji kaniambia tutumia kiswahili hii ya kwamba kusimikwa eh, ile ile ya kwamba kuwekwa kuwekwa ndani kwa ajili ya dhoruba ambazo ziko barabarani, na kwa namna hiyo basi, kwa sababu najua tutakuwa tunazidi kupata tafsiri kila siku niruhusu siku ya leo tuweze kuangazia kitabu hiki ambacho ni cha Waefeso na kwa njia kidogo tu, tutakapopata aya yetu, Mungu ataturuhusu tuweze kutembea katika aya hii ya nne na Mungu akitujalia tutaanza hata na kwa, tutakuwa tunachukua kila kila wakati tunachukua aya kwa majaliwa ya Mungu, lakini litakalo tuongoza ni nne na mstari wa kumi na nne na maandiko yasema hivi: ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Tuombe. Baba yetu, tunakushukuru kwa asubuhi njema. Asante kwa kutuwezesha kuanza siku pamoja nawe. Na hivyo Mungu ina mradi ya kwamba tunapokuja kwako wewe unasema uko tayari kutupokea. Matarajio yangu pamoja na msikizaji wangu ni kwamba Mungu tuweze kuanza pamoja nawe. Jifunue katika andiko lako takatifu, utupe nguvu na uwezo na udhabiti wa kuweza kukabiliana na mambo yaliyo katika siku ya leo tutoke tukiwa u, washindi kwa ajili ya utukufu wako. Maana twaomba kwa Yesu aliye daima haki yetu, amina. Kuna maswali mingi ambayo imeulizwa katika ulimwengu tunaoishi, na hata leo pia nitapenda niulize maswali haya tunapotafakari, tunapo jinsi ya kusimika uh, nanga zetu ama kuwa grounded, grounded for the for the storm maswali ambayo watu wengi hujiuliza na ninajua hata mimi na wewe tumewahi jiuliza. Ni swali ambalo linauliza ya kwamba katika dhoruba ambazo tunazozipitia maishani, je, zina mwisho wake? Katika changamoto tunazozipitia ulimwenguni, je, zinaweza kuwa ni nafasi ya kuwa kama stepping stone ila isiwe kikwazo katika maisha yetu na katika maisha ambayo tunayoishi. Tunapojiuliza maswali haya, swali ni je, dhoruba ama matatizo tunayoyapitia kama vile nimeuliza swali la kwanza, ina mwisho wake? Mkristo kama mimi, tutakimbia na tuseme ya kwamba ndiyo, itaisha Yesu atakaporudi lakini kipindi kabla Yesu arudi kuna kipindi hapa cha kuishi, kuna maisha ya kuishi, kuna watoto watazaliwa, kuna watu ambao watarara kaburi. Ina maana life must continue hata kama Yesu hajarudi. Sasa jibu ni kwamba changamoto ambazo tunazozipitia katika maisha haya, katika kipindi tunachoishi jibu ni kwamba haiwezekani kuishi bila changamoto. Hiyo nayo imekuwa ni ngumu sana hata kuikubaliana nayo, lakini kama bado uko hai, kila siku unapoamka na unaweza kuona siku iko mbele yako, mtu mmoja akasema katika ulimwengu tunaoishi, unakuwa ni ulimwengu ambao unagojwa, yani matatizo yanatugoja kila kuchao, yani, when one storm ends, another awaits in the line. It is in its developing stage. Kwa Kiswahili ni kusema jaribu moja linapoisha lingine limepanga raidhi likiwa katika jinsi ya kujitayarisha ili likabiliane nawe vizuri. Ina maana in reality, ama katika uhalisia wa maisha japo kwamba tuko katika maisha haya, ni vizuri ieleweke, tunapoongea kuhusu anchored for the storm, hakuna kipindi ambacho tutakaa hivi kama wanadamu, na niseme ya kwamba, maana wanasema wazungu ya kwamba life started 40. Maisha inaanza unapokuwa na miaka arobaini, na ni kweli, nimeona hayo mambo kwa sababu sikujua miaka yangu inasonga namna hii, lakini nikiwa katika uh, kikundi ambacho tulikuwa tunaongea, nikasikia ni nimewaambia ina, ina maana pahali ambapo sasa miaka yangu imefika, kuna, kuna mambo ambayo hata inajitoa inabidi uilazimishe kutoka mabishi eh, mambo ambayo si ya kujiamini tena. Miaka miaka arobaini si miaka kidogo na inajua hata wewe uko na miaka ya kwako. Kuna miaka ambayo inafika sasa, unasema sasa, kama hii ndiyo hali ya maisha, inabidi uzoeane nayo. Yani kama Mkristo tunajua ya kwamba hamna ka, kado, na kwamba tunaamka kila asubuhi, ina maana hakuna siku tutasema ya kwamba matatizo yameisha, kwa sababu labda nimetoka kutoka ngazi moja hadi, hadi nyingine. Nilikuwa kijana, nimeolewa. Lakini kila maisha, every transition in life it has its own new challenges. Na hiyo inatupa ushahidi gani? Mtu kama Ayubu, tunajua hadithi yake, na utapenda kufahamu ya kwamba katika jaribio lake ambalo sisi wote tunalifahamu ya kwamba alipokuwa anapoteza jambo moja, lingine lilikuwa linajipanga kwa raini. Na ndiyo maana utapata Biblia ikikwambia kipindi tu Ayubu ameka ameketi akitafakari ya janga ambalo limeweza kutokea, mtumishi mwingine anakuja mbio anamwambia ilifanyika hivi, lakini mimi Mungu kaniokoa. Ina maana gani? the sequence ile ile, utaratibu ambao ulikuwa ni wa majaribu, ile jaribu lililompata Ayubu inatupa hata sisi ufahamu ya kwamba changamoto za maisha zinatoka kutoka levo hii mpaka levo ingine. Moja ikiisha ingine inajitayarisha. Katika pahali ambapo ninatumika siku ya ilikuwa ni juma iliyopita mmoja wetu wamekuwa ni katika familia tu changa na walikuwa wanapata mtoto, walikuwa wanaenda kupata mtoto wa tatu. Mama alipoenda hospitali amekuwa tu akipata watoto normal delivery, lakini alipofika hospitalini ikawa yule mtoto hakuwa amejipindua. Wale wanawake ambao tume, tumeweza kupata nafasi ya kujifungua watoto, tunajua hali hiyo na mtoto haku ame, ame, amekaa katika hali sasa ya, ku, ya kutoka kipindi chake kilichofika, na kwa hivyo madaktari wakamchukua kwa haraka wakampeleka thieta, na alipoenda thieta, bahati ambayo siju, ni, ni mbaya ni mbaya tu, lakini hata tunasema ni kwa mapenzi ya Mungu. Mama yule alipolala katika zile madawa za wodi hakuweza kuamka tena, lakini cha ajabu ni kwamba yule mtoto tayari, huyo mtoto tunaye tumebakishiwa mtoto mdogo, ila mama amelala. Tuko katika harakati za kutayarisha mazishi yake. Nilipokuwa naangalia huyu bwana ambaye tunafanya kazi naye, ninamwangalia nina, lakini kitu moja ikanipa moyo. Jana tulipokuwa tunaongea pamoja naye akaniambia, pasta, kuna uwezekano nisieleweke, na ninajua ya kwamba niko katika grief, nina ile ya kuumia, lakini namshukuru Mungu ya kwamba japokuwa niko na nil, i have a loss, at least nimebakishiwa mtoto. Kwa hali ya kibinadamu utasema tasema e, huyu bwana naye anajipenda, jameni, hata angarau mke angebaki mtoto naye at least atazaa mwingine. Lakini nataka kutoa mfano huu, ikiwa huyu huyu ni, ni baba ambaye amempoteza mke wake, lakini ile inaonekana bado kama ni mibaraka lakini pia ni chungu kwa upande mwingine. Huyu mtoto atakuwa bila hata kuonja maziwa ya mama, yaani ina maana katika changamoto za maisha, hii inapoisha ingine imejipanga raini. Na sasa, kama watu wa Mungu tukiwa na ufahamu huu, tutakuwaje? Tayari katika matatizo na changamoto na dhoruba za maisha, maana itakuwa tu ni mtu ambaye hana ufahamu wa kutosha changamoto za maisha zinapokuja unakata tamaa, changamoto za maisha zinapokuja unavunjika moyo. Lakini kwa wanasemezana asubuhi ya leo, Mungu anatamani kujifunua kwetu ya kwamba kauli la kuwa thabiti kwa ajili ya dhoruba ya, ya dhoruba ni kuwa ya kwamba umejiandaa imara kukabiliana na dhoruba na ndio maana tukasema ya kwamba hatutengenezi udhabiti katika dhoruba, lakini ni kuitengeneza tayari. Kama kungekuwa na Kiswahili mzuri nieleze, yani hatu, hatuweki misingi yetu ili katika dhoruba, yani wakati ninayo nina shida ndiyo ninaweka misingi yangu. Hapana, ninaweka misingi, ninaweka udhabiti kabla kwa sababu nina ufahamu ninapo, meli inapoingia katika bahari lazima iwe nanga yake iwe dhabiti, kwa sababu katika bahari kuna nyakati za bahari kutulia, kuna nyakati za bahari kuwa imechafuka. Na kwa hivyo kama maisha yangu Mkristo, ninafahamu ya kwamba maisha na matatizo, matatizo na changamoto ni baadhi, they are part of life, they are part and parcel of my life. Na kwa hivyo kama mtu wa Mungu, hamna kipindi nitakachofika sasa niseme ya kwamba mambo imekuwa mengi ama nimefinywa sana, kwa hivyo nitakata tamaa. Hamna hiyo katika dictionary ya mtu wa Mungu. in fact, wakati ambapo tunaenda kinyume tunasema ya kwamba tunaingia katika dhambi, kwa sababu mtu anaitwa Yakobo anasema wale wanaojua kutenda mema lakini hawatendi wametenda dhambi. Ina maana nikijua ya kwamba ninafaa niwe na ufahamu ya kwamba katika kipindi kigumu ninahitaji kumuita Yesu, ninahitaji ima, imani yangu iwe imara na nisifanye hivyo hiyo ni dhambi. Na unajua mara mingi kwa Kiingereza wanasema There is sin of commission and omission. Ya kumbe mara mingi tumezingatia sheria za Mungu zilizokuwa katika amri, lakini pia kuna sheria ingine ambayo pia Mungu amesema go ye therefore, enendeni. Na kipindi ambacho ninajua ya kwamba linafaa kuenenda kuangaza, lakini siendi, hiyo ni dhambi. Lakini mtu wa Mungu, katika muktadha wa swala nzima hili inayomaanisha ya kwamba unakuwa dhabiti, jasiri, unakuwa tayari kukabiliana na changamoto kubwa katika kipindi kigumu kile. Ambacho ni msingi imara, inatusaidia kupata ufahamu, na ndiyo sababu Paulo anasema ya kwamba itafika kipindi sasa sisi hatupeperushwi ama hatusukumwi ki Kiswahili, ilisema hivi ya kwamba tusiwe kama watoto wachanga tukitupatupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo. Hapa Biblia inasema kuhusu elimu, lakini niruhusu niilete kwa context asubuhi ya leo, ya kwamba hatupeperushwi na namna yeyote ya maisha. Ni hali ngumu ya kimahusiano yangu, ninayo sipeperushwi katika upepo wa hapa na pale, nikitupatupwa. Leo nafikiria ya kwamba niko salama, kesho siko salama katika ndoa yangu. Hapana, lakini ninakaa na msingi imara. Maisha ni safari, mtu wa Mungu, life is a journey, na kipindi ambacho changamoto moja imeisha ingine iko kwa raini It is in its developing stage. Tuna uhakika gani katika kipindi hiki kina mwisho wake ama kuna kipindi tutakuwa huru na hizi dhoruba? Kama vile nilitangulia kusema, mpaka Yesu afunuliwe kuna maisha ya kuishi pamoja na hizi dhiki, lakini Yesu anasema ya kwamba katika ulimwengu mnao dhiki nyingi, lakini anasema ya kwamba katika uwezo wa roho wake, ya kwamba japokuwa kuna dhiki nyingi, ameishinda hiyo dhiki yote katika jina la Yesu. Ni tumaini la na namna gani ambalo Mungu anataka kutupa siku ya leo. Katika juma hili kwa mapenzi ya Mungu tutasemezana mambo haya ili tuweze kuwa na uhakika na, ura, na urahisi wa kustahimili. Kuna jina la Kiingereza wanasema resilience. Resilience ni uwezo wa mtu kustahimili misukasuko, matatizo na changamoto na kuendelea mbele bila kuvunjika moyo. Watu ambao wametokea katika mazingira magumu Jana nilikuwa na uh, one of the prayer dedication ama kwa mfa, tulikuwa tunafanya car blessing. Kuna kuna mmoja wetu, mwanafunzi wetu ameweza kulinunua gari. Sasa katika hali ile ya ya kufanya ama ku, kushukuru Mungu kwa ile mibaraka pale kanisani, kijana yule nikampa nafasi atoe ushuhuda, na jambo moja ambalo lilitokea wazi ni kwamba maisha ya in fact, alianza kwa kusema I have a very dark history. I have a very dark history. Yaani ako na maisha yake ilikuwa imejaa giza. Na, na hii inatudhihirishia kwamba watu wengi, huyo ni mmoja wa wengi. Alipokuwa anatoa hadithi yake ilionyesha kabisa ya kwamba katika kipindi kigumu alichokuwa nayo kilimpa msukumo, na sasa jana ameleta gari na tukaiombea ili iweze kutumika katika kazi ya Mungu. Ina maana nini? Watu ambao wamepitia katika mazingira magumu. Sebuzi ambao tuko katika kipindi hiki, wakati mwingine tunataka maisha ya soft life, lakini nataka nikuhakikishie, Mungu ameruhusu mambo ambayo tunayopitia, changamoto tunazozipitia, ili yaweze kuweka imani yetu kuwa dhabiti katika mazingira haya magumu, nataka mpendwa wa Mungu uyachukulie ni namna ya kipekee sana. Mungu anataka kufanya imani yako iweze kuwa dhabiti, uwezo huu wa kustahimili na kusimama tena baada ya kuanguka, nguvu ya ndani ya kuendelea licha ya matatizo. Siku ya leo tunapoenda kukabiliana na siku ambayo iko hapa Mambo ni mengi ambayo hatuwezi elewa yatakayotokea, lakini tuna ushujaa mmoja ya kwamba katika nguvu za Yesu tuna uwezo wa kukabiliana na hii siku, licha ya kwamba kuna mambo ambayo adui anaweza kuwa amepanga. Na kwa hivyo sitaogopa shida, kwa sababu ninajua ya kwamba anaye aliye ndani yangu, aliye ndani yangu, He who is in me. Is greater than who is outside. Ina maana aliye ndani yangu, aliye ndani yangu ana nguvu kushinda adui. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu uliye mbinguni, asante maana ya kutupa ushahidi wa kutosha, una sisi hadi mwisho wa dahari. Asante maana wewe ni mkubwa kushinda matatizo tunayoyapitia. Asante kwa sababu ya kuwa wewe una nguvu kushinda nguvu za magonjwa ambayo tunayoyapitia. Asante Mungu maana wewe ni Mungu tunayeweza kumtegemea. Tegemezi letu la kila siku kuchao. Tembea pamoja nasi siku ya leo. Mbariki mm, Pendwa wasemezana nasi asubuhi ya, ya leo ili tunapokabiliana na siku iliyo mbele yetu ushindi ukapatikane, tupe nguvu ya ndani, licha ya matatizo na changamoto tunazozipitia ziweze kuwa ni a stepping stone katika maisha yetu, lakini usaidie isiwe ni kikwazo katika maisha yetu. Utukuzwe. Uhimidiwe katika Kristo Yesu aliye haki yetu. Amina.